Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linafanya uchunguzi wa tukio la kuuawa kwa Daudi Wilbard Ntuyehabi ambaye alikuwa akigombea ubunge kwa tiketi ya Chama cha Wananchi CUF jimbo la Siha na watu waliojichukulia sheria mkononi. Mauaji hayo yametokea Oktoba saba majira saa moja na nusu usiku katika kijiji cha Kilingi Sanyajuu wilaya ya Siha mkoa wa Kilimanjaro. Tukio hilo la kujichukulia sheria mkononi limetokea baada ya Daudi Wilbard Ntuyehabi ambaye kwa sasa ni marehemu kumchoma kwa kisu tumboni na kusababisha utumbo kutoka nje wa ndugu Abdul Issah Mohamed mkazi wa Kilingi, Kata ya Sanya Juu. Inadaiwa sababu zilizopelekea Abdul Issah Mohamed kumchoma kwa kisu, ambaye bado anaendelea na matibabu hospitalini, ni kitendo chake cha kwenda kuamulia ugomvi uliozuka kati ya Daudi Wilbard Ntuyehabi marehemu, na Hamad Issah Mohamed wakati wakinywa pombe kwenye grosare. Na sababu za ugomvi wao ilitokana na kudaiana fedha. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linawashikilia watu nane kwa tuhuma za kujichukulia sheria mkononi kwa kumshambulia Daudi Wilbard Ntuyehabi hadi kusababisha kifo. Watu hao ambao wanashikiliwa na jeshi la polisi ni Hamadi Isa Mohamed, Alfonsi Kinyaha, Riziki Amedeus, Frank Paulo Rutindi, Shedrack Emanuel, Jeremia Mkondo, Zainabu Erisha na Isa Mohamed. Jeshi la Polisi mkoa wa Kilimanjaro linaendelea kutoa wito na kukemea tabia ya baadhi ya watu kujichukulia sheria mkononi kwani mara nyingi imekuwa ikisababisha madhara makubwa kama haya yaliyotokea katika tukio hili.